Sana mashallah. Na haya alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neema kubwa ambayo imezidi kutumiminikia konde, tunapaswa leo maji kidogo tu kwenye kata tu yatukoshe na tumekoga vizuri sana. Kwa hiyo bila shaka, kwa vile tumefurahia neema hii kubwa ambayo tumeipata, kitendo ambacho hatukutegemea, kipindi hichi kupata watu namna hii, lakini inshallah Tuthaminini ujio wao kwa sababu si kwamba hawana ya kufanya huko walikotoka, wanayo mengi sana tena makubwa. Lakini kwa mapenzi makubwa Shehe Faridi ashaye kuja, mpaka kwangu na shemselem kabisa. Lakini leo amerudi tena alhamdulillah, tunao na tutaendelea kuwa nao bila shaka mpaka baada ya salatu la ishai ndio tutawacha mkono tuwaruhusu, na ikiwezekana walale hapa hapa <laughs> Kwa hiyo, hadhiruna inshallah, nakuombeni tena tutengeneze utulivu. Bila shaka tumepata machache matamu yenye thamani kubwa kwa Shemsele, kama mkaribishaji wetu kwa leo, lakini tulimkaribisha naye akasema ngoja kidogo, ni amshe hisia. Bila shaka zimeamka vizuri. Kwa hiyo kilichobakia sasa hivi kwa heshima kubwa, Shefaridi, hadhira hii ipo kwa ajili yenu na sisi tupo kwa ajili yenu. Tunakuombeni kile ambacho amewakadiria Allah Subhanahu wa Ta'ala, kukujalia katika vinywa vyenu. Allah akupeni taufiki akupeni fasaha, mutupe kauli ambazo kwamba ziko kwa mzuri na njema, na sisi iwe asbabu ya kuwa kama nyinyi tuwe miongoni mwa nguzo za dini ya Uislamu ili tuupeleke mbele Uislamu wetu, lakini kiukweli jambo kubwa ni kulea imani zetu kiimani, inshallah. Sheikh Faridi, nisiseme mengi, karibu sana.

wwaffiqu ulata umurina ila ma tuhibuhu watardah birahmatika ya arhama rrahimin. ama bad, ndugu wa Kiislam, tunamshukuru Allah subhanahu wa taala aliyetuwezesha tukaweza kufika hapa Konde. Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri, ajalie mjumuiko wetu huu ni mjumuiko wa kheri na wahifadhi wazee wetu, akina mama, ndugu zetu, watoto wetu na wajukuu zetu. Allah ajalie kila la kheri, na kama alivyotukusanya katika eneo hili, basi Allah tukusanye pepone insha Allah, pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wasalam wama dhalika ala llahi biaziz. Ndugu wa Kiislam, ni wakati ambao ni mzito sana, lakini Allah subhanahu wataala akausahilisha Tunamwomba Mwenyezi Mungu amimine sahala kama hizi na awajalie viongozi wetu awape moyo wa uadilifu na kheri na kuepuka dhulma na kukimbilia kheri na uchamungu innahu ala kulli shayin qadir wa bilijabati jadid. Kwa kweli, kwa muda wastan wa siku tatu nilizozunguka baadhi ya maeneo toka majuzi, leo ikiwa ni ya tatu, wallahi sijasikia ila jambo la heri tu kwa maeneo mengi ambayo nimetembea kwa kukutana na waislamu maeneo ya Ole na maeneo mengine tofauti, alhamdulillah, watu wamekuwa katika vinywa vyao, wanatoa shukurani, wanasema, alhamdulillah, mwaka huu tuko tuko salama. U wakiislamu, hii ni tafaul kubwa sana ya muislamu kutarajia khairi na khairi, na wako ambao waliokuwa hawafurahii haya basi kwa kweli, sijui tawahesabu ni watu wa aina gani? Kwa kweli, pahali popote pakiwa pana utulivu na kheri, na Allah akadumisha kheri hizi, wallahi ni jambo wa la kushukuria Allah. Jalla jalalu anasema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametangaza, la in shakartum, kinishukuru, la azidannakum, basi mie nitazidisha. Dua wa Islam, tunapaswa kila wakati tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni neema kubwa sana wallahi. Ukitizama katika maeneo tofauti duniani, utaona watu jinsi walivyokuwa wanaishi kwenye dhiki na shida kubwa sana, kwa sababu tu ya kutoweka amani, kwa sababu tu ya uvamizi uliojiri katika maeneo yao na mapigano yaliyokuwa yanaendelea katika maeneo yao. Allah wavushe salama, na sisi tunamwomba Allah Subhanahu wa Taala atuvushe salama. Ndugu wa Kiislamu, Wakati huu ni wakati ambao tumebakisha siku chache tu, nazo ni siku nne tano. Tayari Waislamu katika maeneo haya na wasiokuwa Waislamu, wananchi kwa ujumla, wataingia katika swala zima la uchaguzi. Allah atuvushe salama. Ikiwa mpaka hapa Allah ametuvusha salama, basi wallahi, tuendelee kuomba dua na kuomba na kuomba na tena, na wale viongozi ambao wameongoza kwa muda huu wote mpaka leo hii wakawa wanachunga kuwa watu wasiingizwe katika mazingira mazito, basi tuzidi kuwaombe dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amimine uadilifu katika nyoyo zao na amimine moyo wa imani, ili iendelee hii amani katika maeneo yetu na uendelee uadilifu katika maeneo yetu. Ndugu wa Kiislamu, nifupishe maneno. Maneno ya kuzungumza ni mengi sana, lakini nataka nifupishe maneno. Muislam katika maisha yake amepewa misingi katika dini. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Muislam awe ni mu'min mwanamme au awe ni mwanamke. Pahali ambapo tayari pana amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi yeye hana amri tena. Iliyobakia hapo ya kwakee ni kufanya nini? Ni kusema samina wa atana ufranaka rabbana wa ilaika almasir. Ya Rabbi, tumesikia na tumetii. Moja katika jambo ambalo nimeliona kwa wazee wetu na ndugu zetu, mama zetu na wengineo, hapa Pemba, wallahi ni watu ambao wame, wana mapenzi makubwa sana katika suala zima la kupenda hivi vyama, na si baya hatuwezi tukasema baya tu moja kwa moja. Ni masala ambayo wanazuoni wana khilafu ndani yake, na kwa lugha nyepesi ni kuwa watu wameshiba ile siasa, tena siasa ya kweli. Wameshiba kiasi ambacho mtu anaweza akafika pahali ikawa ni wakati wa kusali, lakini pakawa pana mzungumzaji, basi mtu, aa, hawezi kukosa. Ni sawa sawa na yule mtu aliyekuwa mpenzi wa mpira, wakati wa mpira hunava kumwambia lakini aliyekuwa ana moyo wa iman anajua thamani ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, basi hatangulizi chochote kile. Allah subhanahu wataala anasema, ya ayuha lladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli, msitangulize chochote mbele ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na maamrisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo jambo la msingi la kufahamu kuwa katika dini Muislamu katika maisha yake anayoishi hatakiwi atangulize chochote pasi na kutizama dini inasemaje. Sio mmenifahamu? Hili ni jambo la msingi sana katika maisha yako mwanadamu. Hata ikiwa leo mnapanga harusi we na mumeo, mnapanga harusi ya mtoto wenu, basi mnatakiwa kwanza mtizame dini inasemaje, harusi muifanye vipi. Mkishindwa kufanya hivyo, mtamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtakuwa mmetanguliza lenu nyii na mapenzi yenu ah, lakini kama hatujapiga ngoma, shangazi atakuwa hajafurahi na atakasirika, na hatokuja, itakuwa uhasama, na iwe hivyo, tupige ngoma kwa kumfurahisha yeye, tumkere nani? Allah Jalla Jalalu, na tuharibu dunia yetu na tuharibu akhira yetu kwa kufurahisha watu. La ta'ata li makhluqin fi mas huu ni msingi wa dini. Anasema Mtume slam, haimpasi Muislam kumtii kiumbe katika vitu ambavyo atamwasi nani? Allah subhanahu wataala. Kwa hiyo hii ni misingi Waislam tunapewa, hata kama wewe unapenda chama fulani au unampenda mbunge fulani au unampenda mwakilishi fulani au unampenda yoyote unayompenda, basi hutakiwi utangulize kauli yake mbele ya kauli ya nani, ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Hili ni moja jambo la msingi sana kwenye maisha yetu, na mambo haya yakifanyiwa kazi. Kwa sababu washiriki wa mambo haya ya uchaguzi ni watu wa kila aina, wa kila sampuli. Tuna watu ambao wao ni ni observer, wao kazi yao kuzunguka na kutizama mazingira yalivyo. Kuna watu wao ni wasimamizi wa ule uchaguzi wenyewe katika tume na wa, watendaji wao na kuna watu ambao wanazunguka vile vituo ambao ni maaskari wamewekwa kwa ajili ya kulinda usalama, na kuna mimi na wewe au yoyote yule ambaye atakayeenda kushiriki kwa ajili ya kupiga kura, na kuna vile vile wale ambao wamejitokeza katika vyama vyao kwa ajili ya kufanya nini, ya kuchaguliwa wagombea hao. Kwa hiyo washiriki katika masuala ya uchaguzi ni watu wa kila wa kila aina. Sote tunajukumu tunakusanyika katika jambo moja la kuhakikisha kuwa tunatunza amani sote, kuanzia wewe unaisimamia zile kura. Amekuja mtu kwa ajili ya kupiga usimbague, usimdharau, kwa sababu pengine hayuko kwenye chama unachokipenda wewe. Utende uadilifu. Inna Allaha yaamuru biladli wal ihsan. Namba moja kinachoamrishwa watu wanaamrishwa nini? Uadilifu. Kwa hiyo wewe mwenyewe uwe ni mtu mwadilifu, unasimamia, unamaliza, unakagua, unahesabu, una uadilifu, utumike kwa hali ya juu. Utakuwa wewe umeshatoa wa mchango wako kadri ya uwezo wa kuhakikisha pale pahali panakuwa ni ni salama. Sehemu ya pili ni wale ambao waliokuwa wanagombea nao vile vile wawe waadilifu na wachunge ile amani. Ikifika pahali ukaona kuwa wewe umeshindwa, basi useme alhamdulillah, umshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, huenda ndio kheri yako hiyo. Utakuwa na wewe umechunga amani. Na wewe uliyepiga kura vile vile, ukimaliza kazi yako ya kupiga kura huna kazi nyingine pale. hujapewa we kazi ya, ya kuhesabu. Kuna mawakala wa kila chama wapo pale, wanafanya kazi za kunini za kuhesabu. Kwa nini ukae wewe? Utaratibu ni jambo la msingi sana. Yaani hapa tuko kwenye mazingira ambayo unaweza ukajikuta kuwa wewe mfuasi ndiye uliyechangia katika kuharibu, kwa sababu pengine ukufuata taratibu tu. Nashukuru mpaka sasa hivi sijasikia chama chochote ambacho kilichosema kitavunja taratibu katika mazingira ya siku ambayo imetangulia watu kwenda kupiga kura. Hii ni heri, alhamdulillah, tujasikia chama kusema hivyo. Kwa sababu ule ni utaratibu ambao wahusika wamejiwekea. Niliwapa watu mfano. Sisi tulivyokuweko gerezani, nyinyi mlitoka maeneo haya yote mkaja gerezani, mkavamia mkatutoa. Eh? Lakini nyinyi ndio mlio Nyinyi ni wachangiaji wakubwa sana kwa shilingi moja yako, shilingi mbili, shilingi mia, shilingi elfu, shilingi elfu kumi zilizokusanywa wakapewa mawakili kwa ajili ya kusimamia kesi yetu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala akajalia ni kheri kubwa. Ingekuwa wananchi tunao kina Sheikh Mziwanda wako Dar es Salaam walikuwa karibu na sisi kilomita chache tu, lakini kilichofanyika ni, ni kufuata taratibu zilifuatwa taratibu, na tukashinda kesi mahakamani, alhamdulillah, kwa kheri na baraka ya dua zenu, kwa jitihada yenu mlioifanya ya kutoa pesa mbili tatu. Zilizokuwa nyingi, Mwenyezi Mungu awabarikie, waliokuwa kidogo, Mwenyezi Mungu awabarikie. Familia zikaenzika, na kesi ikamaliza kwa upande wetu, alhamdulillah tukavuka, na Mwenyezi Mungu wa awavue wengine waliokuwa wamebakia, amin. Nini kilipatikana? ni kuwa palifatwa taratibu. Kwa hiyo, Waislam, chonde chonde, tusivunje siye taratibu, tutakuwa sisi ndio wavurugaji. Tusivunje sie taratibu, na nashukuru hata katika kipindi hiki cha mchakato chote tumekuta watu wamefata taratibu, mpaka ACT na wengineo wamefata taratibu. Walipoona kuwa mgombea wao alikataliwa au alizuiliwa asende kuchukua fomu, walifata taratibu, hawajafata walienda kuvamia, wakaambia watu nendeni kule mkamlazimisha, wapo? ah ah. Kilichofanyika, watu walikwenda wapi? Mahakamani. Sasa mtu anaweza kasema, lakini si hatuna imani na mahakama, shehe. Mahakama ndio mahakama, na mahakama ni sehemu ya kuondoa matatizo baina ya mtu na mtu na mvutano. Lakini inawezekana mtu huko mahakamani haki sipatikane. Hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yametokea hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi sahihi aliyopokea Imam Bukhari na Imam Muslim, innakum tahtasimuna ilayya, hakika nyinyi mnavutana katika magomvi yenu mnakuja mna kujemna, kwangu mimi nikuhukumieni katika matatizo yenu. wa rubba ahadukum au wala alla ba'dakum alhana bihujjatihi min ba'd, lakini inawezekana ikawa mmoja wenu ni mweledi sana wa kujenga hoja ala

andamane apige mawe afanye hivi atafute watu. Ah, ah, hakusema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema fa inna ma aqta lahu qit'atan min annar — atambue kuwa mimi nilichompa nimemmegea kipande cha moto wa jahanna. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. falyakhudha au liadharaha, hiari zake mwenyewe, atachukua au hiyo si haki yake kwa hiyo mahakama inaweza ikahukumu hata wakati wa mtume sa salam, na mtu pengine asipate haki yake akadhulumika. albayinatu ala almuddai walyaminu ala ala man ankar, pamewekwa taratibu. Hizi taratibu ndio za kuheshimu. Usikubali ukaburuzwa na kiongozi wa chama chochote akakuburuza, au we mwenyewe matamanio yako ukafanya vitu kinyume na taratibu, tutakuwa sisi ndio tulovuruga amani. Hapa, kila mmoja anatafuta nani wa kutupiwa paka wa uso, wa kila mmoja anatafuta nani atanyoshewa vidole aambiwe wewe umeharibu. Tunashukuru, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awazidishe moyo wa imani na uadilifu mpaka sasa hivi alhamdulillah. Kuna watu wengine, watu wabaya sana kwa nyoyo zao, wallahi juzi natizama clip kwenye kwenye YouTube kuna mtu katuma clip ya miaka mitano iliyopita nyuma, watu waliopigwa, walionewa, anaituma leo hii siku hizi anania njema, sijui mnafahamu Islam. Kwa hiyo sisi tumewekewa taratibu, tufate hizi taratibu, hizi taratibu zitatuletea sisi kheri sisi, lakini itakuwa kuna watu wengine wabishi, washashindwa lakini hawataki, tutakuwa sisi tumepoteza haki yetu. Kapoteza Mtume sallallahu alaihi wasallam haki yake, kadhulumiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba katika zama zake kwa mambo makubwa, wa yasaluna ka ani shahri lharami kitalun fihi, kul kitalun fihi kabirun, wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram, wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah, wal fitnatu akbaru minal katil. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kazuiwa asingie Maka, kuja kuhiji kuja kufanya umra, yeye na masahaba zake wamezuiwa wametolewa Maka na kufukuzwa na wamepoteza mali zao na Waislamu walikuwa wana uchungu kweli kweli, na walikuwa wako tayari wakati wowote kupigana, alimbadi kama kufa wafi, lakini Qurani ikashuka aya 77 alam tara ila lladhina kila lahum kufu aidiakum. Kuna utaratibu, mambo yanakwenda kwa? kwa utaratibu, sio kwa jaziba. Kama mtu umepoteza haki yako na kuna mtu ataichukua haki yako, huyo amechukua kipande cha moto kama alichosema nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiari zake mwenyewe achukue au akiacha. Akikichukua hapa kinamwandama mpaka siku ya Kiyama. Kwa hiyo bado sisi tuna nafasi kubwa sana ya kuhakikisha nafasi yetu tunaitumia katika kutunza amani, na wale ambao wamewekewa katika taratibu za za za kuzuia, za, za kuzuia kwa maana pasitokee fujo, kwa wale waliokuwa askari, na wao wasimamie kwa kwa amani pahali palipokuwa panataka kutokea fujo, basi wazuie kadri ya uwezo katika mazingira yanavyoruhusu, ili kusalimisha, kwa sababu wasidhurike watu. Kuna watu wengine wanaweza wakaingia maeneo kama hayo kwa ajili ya kufanya fujo tu. Vijana washavuta mabangi yao, washafanya voto, wakaamua bwana, hapa na liwe litakalokuwa. Lakini madhara watakaodhurika ni sisi, hakuna mwingine. Hii ardhi tunaishi sisi, haishi mtu mwingine wakitokea fujo katika maeneo hayo, watakaoathirika wanaokaa maeneo haya. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwa hiyo ndugu wa Kiislamu, tumepewa dira katika dini yetu na tumepewa miongozo hii, miongozo ndio tunatakiwa tuithamini. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Hijjatul Wadaa alipokuwa anaaga Waislam na anahutubia khutba ya mwisho kuhutubia katika maisha yake kwenye hija, mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza maneno mazito sana aliwaambia masahaba zake na kuwaeleza baada ya kuwauliza masuala mazito yaliyowapa mshangao wa Waislam, ayu yaumin hadha, leo lini? Masahaba akashangaa, ikiwa mtu huko siku tukufu kama ile Mtume sala sallam haijui leo lini, wakadhania labda annahu sayusammihi bighairi ismi, labda wataipa jina jingine, wakaambia Allahulam wa Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, si hatujui Nyamaza masahabu ameshindwa wa kujibu, wakati jawabu anaye wa. Akawauliza ayu shaharin hadha, huu ni mwezi gani? Akawauliza kisha vilevile ayu baldatin hadhihi, huu ni mji gani? Ni mji wa Maka, watu wanaojua wako katika viwanja vitukufu, viwanja vya harafa. Kwa hiyo ndugu wa Kiislamu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati anakhutubia baada ya kumaliza hapo yote, alikuwa anawaeleza nyinyi mko kwenye siku tukufu, mko katika mwezi uliokuwa mtukufu, mwezi ambao umeharamishwa na vilevile vile, mko katika maeneo ambayo ni, ni matukufu. Kama mlivyoona matukufu matatu yamekusanyika haya, basi tambueni, ala inna dimaakum wa amwalakum wa a'radakum. Tambueni ku vitu vitatu hivi, damu zenu, mali zenu, heshima zenu haramun alaikum, vitu hivi ni haramu, msije mkavifanya, asije kakuburuza mtu wa chama akakuingiza ukavunja vitu hivi ambavyo mtume saw kasema ni haramu, usivifanye wala usiwe wewe ni miongoni mwa kuchangia vikafanyika. Kaa mbali na vitu hivi, hatari sana hivi. Kama unavyochunga siku tukufu yauma nahri, yauma lhaji lakbar, na kama unavyochunga mwezi mtukufu, mwezi wa dhilhija na kama unavochunga vile vile mji wa Maka, mji mtukufu eneo ambalo albaladul haram wa man yurid fihi bilhadin bidhulmin nudhiku min adhabin alim, yoyote anayekusudia kufanya baya katika maeneo hayo tutamtia adhabu yenye kuumiza kweli kweli. Sasa kama unavoogopa vitu hivi na kuvichunga na kuvipa hishma, basi hishma ya Muislam damu ya Muislam na mali ya Muislam hivi vichunge sana. Hivi ni hatari sana. Usikubali mtu akakuburuza akakuingiza anakotaka yeye kwa utashi wake. Hata hilo swala la kupiga kura siku mbili hivyo, Mwenyezi Mungu akitaka kuleta mabadiliko pakie kwa siku mbili au tatu au nne, patashindikana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Tuko Kiislamu na vitu kama hivi. Ikiwa wewe hujavipenda au wewe ni mtu wa chama hukupendelea itokee hivyo, na una hoja pengine ya msingi hasa kwa nini we hapa? Kwa nini siwe na kule, ikawa ni Tanzania nzima kuna siku mbili badala ya siku moja? Hata kama utakuwa una hoja nzuri, lile lilopitishwa lilipitishwa kwa sheria na utaratibu maalum, na njia ya kuliondosha ule si msahafu, njia yake ya kuondosha ni kwenda mahakamani. Kama ulivyoona ulidhulumiwa na kitu fulani, uke na mahakamani, basi njia yake ni kwenda mahakamani. Kama uliacha usitumie wananchi Utaratibu upo. Jumuiya ya Kiislam, jumuiya Wamsho, jumuiya ya maimam vimekuwa vinafanya utaratibu wa kuhakikisha kuwa mabaa yetu yaliyokuwa yamo katika mabaa kwenye nchi yetu yaliyokuwemo maeneo tofauti na yanaleta madhara, yafanye nini? Yaondoke, lakini sio kuvamia wala kuchoma wala kwinginecho. Watu wanakwenda wapi? Mahakamani, wamewekwa wanasheria, wanafatilia, na alhamdulillah baadhi zimefungwa, hazijafungwa, zimefungwa nyingi sana kwa kufata ule utaratibu uliowekwa katika nchi kwayo. Ndugu wa Kiislamu, tunaishi kwenye mazingira ambayo yanahitaji muislamu kutulia sana, asilete madhara katika Uislamu na akajidhuru nafsi yake na akawa hana jawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atuvushe salama, atujalie nchi yetu iwe katika salama, watakusimamia haya. Mwenyezi Mungu abimine uadilifu katika nafsi zao, waondoshe dhulma waislamu wanaemeke wapite salama wavuke salama, na atupe husnul khatima katika maisha yetu, na awape viongozi walioko juu vile vile imani na moyo wa uadilifu, waweze kusimamia kwa haki, innahu ala kulli shay'in qadir, wabirjabar jadiri. Na hasa hasa kwenu nyinyi wanawake, mimi napenda nikuombeni ombi maalum zaidi, ijapokuwa ni kwa wanaume, lakini vile vile kwa wanawake zaidi. Tuna mama Samia yuko da salama hatujaona mpinzani yote wa kupinzana naye, lakini kwa kweli anahitaji aombewe dua. Anapita kwenye kipindi kilichokuwa kizito, sikioja waislamu kumwombea dua, sikioja kabisa, wala si jambo linalopingika katika sheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza waislamu kuwa ni ndugu, na Qurani nasema innama lmuminuna ikhwa Udugu baina yako wewe na Waislamu na Mwislamu wa mwenzio, anasema la yuminu ahadukum hata yuhiba li akhihi ma yuhibuhu linafsihi. La yuminu ahadukum, <clears throat> hatokuwa na imani mmoja wenu mpaka pale ambapo anampendelea Mwislamu mwenziwe lile ambalo analopendelea nafsi yake. Anapita kwenye mazingira mazito, tuna haja ya kutoa shukrani, angalau shukrani mimi na shekhe mselem na wengine mashehe wengi tulikuwa gerezani miaka mingi, tumepita kwenye awamu tofauti, awamu ya Kikwete, awamu ya Magufuli, awamu ya na mwisho amekuja mama Samia. Hakuja gerezani akavunja akatutoa, ah ah, aliziamrisha tu zile mahakama, hebu tendeni haki magerezani. Hakutuzungumzia sisi, alizungumza wote waliokuwa magerezani wamekaa kwa miaka mingi. Kuna makesi yame, yame, yamekaa miaka mingi sana. Hebu malizeni watu wapate haki zao, wa kufungwa wafungwe, wa kuachiwa wa waachiwe, maisha yaende. Na alhamdulillah wakatoka wengi sana, una habinda sijui kuna nani, wakatoka wengi sana na sisi tukawa miongoni mwa wale ambao tumetoka kwa kutoa kauli tu, kwa bwana, hebu kuweni huru nyie, mahakama tendeni tendeni haki. Na alhamdulillah. Kwa hiyo tuwaombee dua pale ambapo anahitaji dua na dua inahitajika, na tunajua katika kisa, miongoni mwa visa vinavyotajwa vya Imam Ahmad bin Hanbal, alifika kusema lau kama Allah subhanahu wataala atanijalia kunipa dua maalum ya kuomba basi, la jaaltuhu lissultan, mimi sijejiombea mie nafsi yangu peke yangu bali dua hii ningelihusisha kwa huyu kiongozi, ili akinufaika yeye, ili akiwa mwadilifu yeye, ili akifuata yeye maamrisho ya Allah subhanahu wa taala, basi hii jamii yote itafanya nini? Itaneemeka. Mwenyezi Mungu ajalie kila la heri, atupe kila la heri, atuvushe salama, atumiminie amani katika nchi yetu, atuondoshee dhulma na, na, dhulma na uonevu na alete badala yake